Serikali kwa ujumla tumedhamiria, kwa maana ya kuongeza tija, ili kuweza kutimiza lengo la usalama wa chakula, lakini pia kuwa na mfumo mzuri ambao utaweza kuhakikisha wananchi wetu wanapata chakula, lakini pia wanakuwa na ziada. Eh, kupitia kwa niaba ya wizara ya, ya, ya kilimo kwa maana ya waziri wa kilimo na uongozi wote wa juu, sisi tunatekeleza vipaumbele eh, za wizara katika maeneo makubwa sita, ambayo mojawapo ulipoongeza tija, lakini pia kupitia katika maeneo ya umwagiliaji ambayo pia yamegawanyika katika maeneo matatu makubwa ili kuhakikisha kwamba wananchi wanaondokana tuna karabati na kujenga upya miundombinu mikubwa ambayo kazi hii inafanyika ya Kenya yabo vijani, lakini pia kwa sababu tunaamini kwamba uchumi wa nchi hii na wakulima wengi wa nchi hii ni wadogo wadogo ia mimi tutakuwa na miundombinu wa umwagiliaji kama hii ambayo leo mheshimiwa mkuu wa mkoa watazindua e, ambayo pia itawaakishia wananchi kuweza kuongeza idadi ya misimu. Nadhani wengi tunalima mara moja, na hii kwa sababu tunategemea mvua, lakini kama unataka kuboresha maisha Lazima kulima kwa tija, lakini angalau uweze kulima mara mbili katika mwaka. Hizi ni hii mipango ambayo wizara ya kilimo inayo na itatekelezwa nchi nzima. Programu hii inatekelezwa kupitia mfumo wa lipa kwa matokeo na utagharimu zaidi ya dola za Marekani milioni mia tatu. Kwa hiyo ni mradi mkubwa sana unatekelezwa nchi nzima lakini lengo ni kutuhakikishia wana Kagera wana Misenyi wana Kenyana kwamba tuna chakula cha kutosha mwaka mzima. Mnatambua mabadiliko ya tabia nchi, wengi kama alivyosema mwenyekiti, mlikuwa mna mashaka, kwa sababu mvua zinaonekana kuchelewa tofauti na miaka mingine. Haya yote ni matokeo ya mabadiliko ya tabia nchi, lakini serikali ikaona hapana, hatuwezi kuishi kwa kutegemea mvua lazima tumwagilie tuwe na chakula mwaka mzima. Kwa hiyo imetuletea vidudu vile pale, vinamwagilia eka moja kwa saa moja, tunapata chakula cha kutosha. Nani kama Daktari Samia? Kwa hiyo tuna kila sababu ya kumshukuru Daktari Samia na serikali yake kwa kutambua umuhimu huu na kutuletea mashine ambazo zitarahisisha kazi lakini zitatuhakikishia usalama wa chakula kwa kipindi chote cha mwaka. Ndugu zangu, serikali inaendelea na utekelezaji wa ajenda ya kumi thelathini, yaani ikitamani kilio, kilimo kikuwe kwa asilimia kumi ifikapo mwaka elfu mbili na thelathini. Hii inafanyika kupitia vipaumbele vyake sita, ambapo programu ya mifumo himilivu ya chakula ni miongoni mwa programu zinazotekelezwa chini ya ajenda ishirini ajenda kumi thelathini. Katika programu hiyo au katika ajenda kumi thelathini, serikali imejikita katika kupambania yafuatayo. Kwanza, kuongeza tija na uzalishaji ikiwa ni pamoja na kufanya utafiti wa mbegu uzalishaji wa mbegu bora na usambazaji wa mbegu bora na miche bora, lakini na kutoa ruzuku kwa baadhi ya mazao, uwekezaji kwenye utoaji wa ruzuku ya mbolea na viwatilifu, usajili wa wakulima na urasimishaji wa shughuli za kilimo, kuwekeza kwenye ujuzi kwa wataalamu wa ndani, uwekezaji kwenye huduma za ugani, kupima afya ya udongo kwa wakulima wadogo na wakubwa uendelezaji wa kilimo cha umwagiliaji, kuendeleza kanda za kilimo na uzalishaji na kuanzisha vituo vya kutoa huduma za ununuzi wa zana za kilimo.